Ye yeah, hivi ni kitu gani ambacho wewe unaweza kukifanya na ukawa unagundua kwamba hii ni iPhone original au ni copy? Unajua ni vitu gani vya kuzingatia? Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa wewe uzingatie, nisikilize kwa makini. Simu kama hii hapa, hii ni iPhone. Umeona, hii ni iPhone iko very fast, yani very fast, when you do anything it's very fast. So kitu cha kwanza inatakiwa uangalie, upandishe simu yako hii, uje upande kama huo utakuja utabonyeza hapo hapo chini, tunakuta kuna icon ziko tatu. Make sure kwamba hizi zote ziwepo na zifanye kazi, yani mfano kama hivyo, unaweza ukaamua sasa ubonyeze, ubonyeze au uwache. Kwa hiyo ila tunaweza ukaamua ubonyeze au uache. Kwa hiyo nataka niseme zote zifanye kazi, zote zifanye kazi, ila pia kitu kingine ambacho utakozingatia ni kwamba utakuja kwenye setting. ukishakuja kwenye, utaku, kwenye setting itakuleta hapo, utashuka hadi kwenye, kwenye battery health, utaangalia hapo kwenye battery health. ukifungua hapo kuna sehemu kama hapo, battery health. Battery health, open pameandikwa kama itakuonyeshia kwamba uwezo wa battery life life, <coughs> life span ya battery ina muda gani kukaribia ku expire au betri yake performance imeshuka kiasi gani. Ikishafika kuanzia sabini kushuka chini, inakuwa inadai betri yenyewe automatically, simu alivyoziseti zinakuwa zinadai service kwamba betri, ubadilishe betri, uwezo wa kuhifadhi chaji imeshapoteza. Kwa hiyo hicho pia itakusaidia kutambua kwamba betri yako kwa imebaki na capacity ngapi. Ila pia kitu kingine utakuja hapa kwenye, kwenye general utakuja utaklik kwenye about hapa itakuletea kwamba ni aina gani ya simu ambayo umeishika au unayetaka kuichukua au unataka kuifanyaje kuitambua ni aina ya simu ila pia itakwambia hapa software vision. Kama hapa itasoma hapo 15.1. Umeelewa? 15.1 jina la simu ni hilo kama tunavyoona hapo na maelezo mengine mengi, na kama itakuwa ina ishu yoyote hapa lazima watakuorodheshea kwamba kama ni Face ID kuna shida au kitu fulani kinadai shida, ila pia hiyo itakusaidia wewe kutambua kwamba ni aina gani ya simu. Ila pia tutakuja kwenye kitu ambacho kingine kitakusaidia wewe, utakuja utabonyeza nyota, utabonyeza nyota reli 06 hash, itakuletea hizi email number. hizi email number zitakusaidia wewe kutambua kwamba hii simu iko on iCloud oh, ni iko off. Sometimes mtueza akakuuzia simu, lakini iko na iCloud siku kiriseti tu, itakudai iCloud ya mmiliki wa kwanza, ila pia inaweza kukuletea matatizo, kwa sababu inaweza kawa simu imeibwa, sehemu inatafutwa, unaweza kukamatwa. Kwa hiyo hizi utaingiza utaingiza kwenye IMEI check itakuletea kutambua kwamba iko off au iko on kwa hiyo kitu ambacho nitakuwa mtambue vitu vya msingi vya kuzingatia ni kama hivyo bas so let me say, see you next time kitu nilichokifanya kama umekipenda unaweza ka subscribe alafu pia uka like na ku comment what we do this is donic laski from marafiki station see you next time bye